mmoja wale ambao hamjaoa, mimi huwa sishurutishi watu kuoa na kuolewa, ah, nawatia moyo. Ujue kwamba ukameamua kuwa singo, uwe mwaminifu basi. Maisha ya kuwa singo nayo ni magumu kuliko maelezo. Hakuna mtu mwenye shida kama mtu anaye ambaye ni singo. Kama hujui, kawauliza walioachika, waambie kama mfurahi. Wakati mwingine anajifanya tu kwamba wamefurahi, lakini sio kwamba wanafuraha kuna wakati upweke unawapiga usiku, wanawaza hivi, sikukosea kweli, lakini hawana nguvu za kusema hadharani. Maana upweke unakujaga saa ambayo hakuna huyo anayekupigia simu, na huenda wakati mwingine anakuwa raha zake huko, amezima data. Halafu sasa wewe ndio unahesabu, unahesabu dali huko na taa yana ambazo zilikuwa zimekatika, zime zimekatika, unahesabu maumivu yako hapo, maumivu. Maisha ya kuwa single ni magumu. Halafu ni very expensive. Wewe unalipa chumba peke yako, taa peke yako, ukipika chakula peke yako, hiyo bili yako. Watu wanaweza kuishi wawili au watatu kwa bili yako tu. Wewe mwenyewe unalala kitanda cha watu wawili mwenyewe, kwani uongo? Unawasha taa ambayo ingemulikia watu wawili au ndani ya, ya nyumba, lakini unawasha wewe. Kwa hiyo bili yako ni ya zaidi ya mtu mmoja. Ukiwasha jiko la gesi, samahani jamani, wale ambao mlifikiri kwamba mna nafuu hamjaoa. Ukiwasha gari la nani, gesi, ukiwasha gesi, ile gesi inayopikia chakula cha mtu mmoja haiwezi kupika cha watu wawili, si ndio? Hiyo si ni gesi hiyo hiyo. Kwa hiyo ni maisha ambayo una, ni very expensive.